Katika moyo wangu nilikuwa na furaha sana, hasa kutokana na kufanikiwa kuchaguliwa jina langu la katika ajira za walimu serikalini nilizokuwa nimetuma maombi. Kuchaguliwa kwangu katika mkoa ambao sikuomba hakukufanya kuiziba furaha yangu niliyokuwa nayo mwanzo, wakati nilipoona jina langu la kwa mara ya kwanza kwenye mtandao nilipokuwa natazama nikiwa ndani ya gari taratibu, kwa ajili ya kuelekea mkoani Lindi katika kijiji kitwacho Mkwele nilipokuwa nimepangiwa kuanza kazi. Taratibu, mawazo ya kazi hiyo niliyokuwa naenda kuifanya kanijia, nikajikuta nikiwaza niko darasani nikifundisha somo langu la fizikia nililokuwa nimepangiwa na wizara. Mawazo yaliweza kuendelea yakanipeleka, kuvuta taswira ya eneo la shule nililokuwa nimepangiwa kwamba ni zuri, sijapata kuona Tanzania wakati nikiendelea kuwaza vile huko, nikiwa nimejiegemeza kwenye siti ya gari nilipokuwa nimekalia dirishani, lakini upande wangu wa kulia alikuwa amekaa binti ambaye ni wazi alionekana kwamba ni mwanafunzi. Nikajistukia nikapika lala, niliweza kupitiwa na usingizi ndani ya gari yatumai, nikalala. Nilivyolala nikaanza kuota katika usingizi. Shikamo ilikuwa ni sauti ya yule binti aliyokuwa ameketi kwenye siti ya jirani na mimi, ikitoka huko, akiwa anaelekeza macho yake upande ule wa dirishani ambapo nilikuwa nimekaa mimi. Alikuwa ananisalimia? Alikuwa ananisalimia yule binti? Wananisalimia mimi, ama kwani binadamu tukuwa ngapi humu ndani ya gari? Binti yule akanihoji swali lililokuwa limeniacha njia panda kabisa, na hapo ndipo nilipopata wazo la kugeuka nyuma. Niligeuka nyuma kutazama ndani ya gari, tukuwa ngapi. Sikuweza kuamini kabisa macho yangu kwa kile ambacho nilikuwa nimekiona. Mapigo ya moyo yakaanza kwenda mbio kwa kudunda mfulizo. Nilibaki nimeganda nikishindwa kabisa kwamala kufanya, kwa sababu hata akili iliweza kuganda kwa muda kwa kile ambacho nilikuwa nimekiona, li kwa watu wale wote nilikuwa nimepanda nao kwenye gari kuanzia Temino ya Temeke Sudani, hawakuwa tena na sura wala maumbile, walikuwa ni mafuvu tu wote kwenye gari. Nilishtuka sana Nilishtuka sana mara baada ya kuona vile, niliogopa sana na hasa nilipogeuza uso wangu pia kuangalia mbele kwa dereva, alikadhalika yeye pia alikuwa ni vilevile vile vilevile vile. Nilistajabu sana kuona vile. Simama nishuka, simama nishuka, dereva simama, simama, simama. Nikajishtukia nikisema kwa nguvu sana, lakini hakuna yeyote aliyokuwa amejali sauti yangu hakuna. Hakuna aliyeweza kujali sauti yangu, ndipo nilipoamua uamuzi wa kujitupa nje kupitia dirishani. Bwe kaka, vipi? Bwe kaka, we jamani, msaidieni huyu kaka anajiua, gari ipo kwenye mwendo, yeye anajirusha. Nilishtushwa sana na sauti ile iliyozungumza kwa nguvu lakini pia ilikuwa nanizuia kwa vitendo, nikajistukia nikikorupuka huku nikiwa na mwogopa sana yule binti ambaye nilikuwa nimekaa na naye, nilizidi kurudi nyuma nilianza kumwogopa sana yule binti, lakini ghafla nikagundua kwamba kumbe nilikuwa kwenye ndoto iliyokuwa imeambatana na vitendo. Kitu cha kwanza kufanya nilikuwa ni kujinyanyua kwenye siti yangu ambayo nilikuwa nimekaa, na kisha kuanza kutazama abiria wengine. Nilianza kuangalia, nilianza kutazama abiria wengine, lakini nafsi yangu ilitulia mara baada ya kugundua kwamba ni binadamu kama nilivyokuwa nimepanda nao awali, nafsi yangu ikatulia. Niliweza kutulia baada ya kuona ni watu wa kawaida, na hata watu wale pia niliokuwa nimewatazama walishtushwa sana, kwa sababu niliweza kupaza sauti kwa nguvu, we, we, we, vipi mjomba. Kuna wengine pia wakadiriki kunihoji na kuja kwenye seti yangu kuniuliza, lakini nilipuuza na kujikalisha chini tu. Dah, hizi ndoto nyingine hizi! Nikajishtukia nikijiongeleshe mwenyewe sambamba na kufyonyafyonya tu. Vipi, kwani umeota ndoto gani kakaangu? Binti yule wa siti ya jirani aliyekuwa amenitokea ndotoni akaniongelesha huko, akiwa ananiangalia kwa mshangao akaniongelesha vile. Shetani alijaribu kunipitia, lakini achana naye, nishamshinda kwa jina la Baba. Nilizungumza huku nikiwa na funga zipi ya begi langu ndogo la mkononi ambalo nililiweka chini nilipokuwa nimeweka miguu yangu na kutoka na Bibilia ndogo ya Agano la Kale nililokuwa nimeitunza. Nilitoa bibilia Kwani kaka angwe, unaenda wapi? Binti yule ambaye kwa mbali alikuwa na rafudhi ya watu wa kusini aliendeleza mazungumzo na mimi kwa kunitupia swali. mi naenda kijiji kimoja hivi kinaitwa Mkwera Mkwera ngende. Nikamwangalia kwa macho ya kuto mwelewa kabisa, huko nikiwa bado nashikilia biblia nililokuwa nimeshaanza kuifungua. Akacheka mara baada ya kusikia kwamba nimekosea matamshi ya jina la ngende, sio ngede ni Ngende, hii sehemu ipo ndani ya kiji hicho ambacho umekitaja, nadhani unakifahamu. Japana, hata sikifahamu. Unajua mdogo wangu, mimi hata sio mwenyeji, na ndio mara yangu ya kwanza kabisa kuja mikoa ya kusini. Hmm, kwani unatokea wapi kaka? Natokea Magumu, Serengeti. Ndio wapi iko? Mara ja. ni Musoma eh. Japana. Musoma nayo ni wilaya kama ilivyo Serengeti, lakini mkoa unaitwa Mara. Sawa, basi sisi tumezuia tu Musoma ndo hivyo, ni tofauti. Lakini umejikamilisha au unakuja tu miji ya watu? Binti yule alizungumza kiutani huku akiwa naweka stahili fulani hivyya uso wake. Kujikamilisha unamaanisha nini? Sio kwamba sikuelewa, hapana, lakini sema nilikuwa nahitaji kuthibitisha kile ambacho nilikuwa nimeelewa. Asiyejua maana haambiwi maana, akazungumza huku akiwa anajichekesha kiumbea vile. Hmm. Unajua mi bado sikuelewi kabisa. Binti utaelewa tu, na ulivyohendi semu hivyo mbona huko utakoma, labda ujizuie tu, alizungumza vile huku akiwa na binu wa macho yake kimtego huku akiwa najichekesha. Hmm. Hmm. Nikaguna tu giliku na kimshangao. Damna bwana, nakutania tu Kwetu ni kuzuri sana, tunapenda sana wageni, karibu sana, alizungumza huku akiwa anajichekesha tena. Kwa muda mfupi niliyotokea kuzungumza na binti yule, niligundua kwamba ni mcheshi mno, yalikuwa ni mcheshi sana. Na huo unaenda Mkwera pia? Nikajikuta na muuliza. Japana, mimi naenda Liwale, pale mjini kabisa pale. Oh, ni mwanafunzi ja, lakini nasoma Masazi. du kwa hivyo unaishi Liwale, unasoma Masasi, unafikiri mbali? Basi jani, sio hata mbali, lakini mi naishi huko huko shuleni boarding. Da, okay. unaitwa nani? naitwa siwajibu. Wewe je? Mi naitwa Justin, naamini utakuwa mwenyeji wangu. Basi maongezi yaliweza kuendelea huku safari ikizidi kusonga. Mara baada ya safari ya mwendo mrefu takribani masaa saba, tukafanikiwa kushuka salama. Tabiri ya wote tulishuka kwa kuwa gari ilikuwa imeshafika mwisho wa safari. Sasa kakangu, ninabidi usubiri gari pale, wazi zinakuja rondo zinawapeleka huko Mkwira. Alizungumza binti yule mara baada ya kushuka wote. Mimi nikajua tunaenda wote huko kijijini maana nimesha kuzoea. Nikachombeza vile. Hapana. Mimi naishi hapa. Kwetu sio mbali kutoka hapa. Nilizungumza binti huko akiwa na cheka cheka vile vile. Kusema ukweli, ule ucheshi wake na pozi zake wakati wa kuzungumza ziliufanya moyo wangu wenye sifa ya kupenda penda kudunda hovyo juu yake. Nilikuwa nimeshaanza kumpenda binti yule. Nilikuwa nimeshaanza kumpenda. Sasa tunaachanaje? Si tungetafuta hata sehemu hivi tukapata hata kinywaji. Nikajikuta nikiropoka. Hapana. Hapana, siku nyingine. Kweli, akaitikia kwa kutikisa kichwa. Namba basi namba zako za simu. Nilizungumza kuwa nikiitoa simu yangu mfukoni mwangu. Mimi sina hata simu. Labda nikupe namba ya dada. Dada. Dada yako sio mkali. Wala sio mkali kabisa. Au we nipe namba zako nitakutafuta mimi. Ah, ja, okay. Asa sikia. Chukua namba zangu, halafu na za dada pia nipe. Naam, ja, ja, hapana. Uwe nipe tu zako nitakutafuta, usijali. Nikampatia namba zangu na kisha tukaagana na yeye kuanza kuondoka. Mimi nilibaki nimesimama nikiwa namwangalia huku, wazo la kumpitia likianza kunijia. Sijui mtoto wa kimakonde huyu, sijui hata kabila gani, lakini kaniteka kweli kweli. Kazuri aise, yaani kana kamwili fulani hivi da, aise, mungu huyo. Nikajikuta nikijisemea mwenyewe katika moyo mwenye wangu, huko nikiwa na furaha nam na, huu ndio mwisho wa sehemu hii ya kwanza ya simulizi yetu ya nzuri.